Majira ni saa kumi na mbili asubuhi saa za Afrika kati, ikiwa ni saa moja majira ya Afrika Mashariki, tarehe ishirini na nane za mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tano na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga ilikuwa kuanza kupata habari zetu za moto kila siku tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV pia subscribe, baraka, one TV, tuko pia, facebook pamoja na tiktok like na follow page zetu na hivyo utakuwa kuanza kupata habari zetu za moto kila wakati na kuanza niktasari wenye wa habari za moto Uvira wazalendo wa FARDC wawapiga vipigo vitakatifu magaidi wa M23 na, na karibu ya katongo Uvira, onyo kali latolewa kwa wanaojiunga na M23. Kinshasa, Mchina mmoja akamatwa kwa kuwafadhili magaidi wa M23 huku pia Lubumbashi, wanawake na wanawake walikuwa tayari kuiangusha Kolwezi, Lubumbashi waingizwa mikononi mwa vyombo vya usalama na ulinzi. Namkumbuka operaosdmuzalendo bado ikunaendelea na kama hujaungana na operesheni hii, tafadhali tumia namba ambazo kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na baraka One TV, na pia usikose kutembelea mwangaza TV ambako utakutanana na matukio yote ambayo yako ziikindi mashariki ma jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. na tuanze na taarifa hizi kutoka tarafani Uvira, jijini Uvira. Wazalendo FRDC huendeleza kipigo kwa M 23. Asubuhi ya tarehe 27 za mwezi wa 12 2025, vipigwa vitakatifu viliendelea kwa magaidi wa M 23. Wazalendo na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo FRDC kuanzia milima ya juu ya Katongo waliwateremsha mkukumkuku magaidi wa M23, huku pia kwa upande wa baharini dragila marambo zikifanya kazi kubwa kuendeleza harakati za kukunguta magaidi wa M23. Upande huo huo wa baharini manowari za kivita za FRDC zilionekana kwa mbali zikiongeza nguvu, huku magaidi wakikimbia Katongo na kujielekeza ndani ya jiji la Uvira ambako pia bado wanazidi kusakwa mmoja baada ya mwingine. Mziki ulikuwa ni mzito maeneo ya Kigongo, Katongo, Kopela ambako wakaaji wa maeneo hayo walianza kukusanya virago vyao na wote kukimbilia ndani ya jiji

nikoko bandu bingi kera bashaka kopela makalungwe kera bandu banza kushagani kakasiya vitu vinatomboka, huku bananza pigana. Sasa bazalendo baishaingi Katongo na Kigongo. hiyo ni vita ambayo huko nasikiza maeneo ya Katongo, Kigongo, maeneo yote ya Kenya Bululu Kupela ambako wazalendo na FRDC wamekuwa wakituasha moto dhidi ya magaidi wa M23 na hivyo kuweza kufanikiwa kwa kiwango kikubwa kuwasukuma mbele kabisa kuelekea maeneo ya Kalundu mpaka Kalimabengi. Kwa sasa hivi asubuhi hii eh, hali imeonekana kutulia, lakini muda wote wazalendo na FRDC wataonekana wa ndani ya jiji la Uvira kwa sasa. Kigongo na maeneo mengine yote kwa mikono ya uzalendo na FARDC na shughuli bado inazidi kuendelea. Wananchi wanahitajika kuweza kutulia na kuwa wapole, maana ni muda wa ukombozi. Ukombozi unakaribia. Endelea kusikiliza muziki huu ambao ulifunyika maeneo ya Katongo na Kigongo.

Musikimbie, muko na nguvu, mnachitapaka ni, ni ni ni revolutionnaire. Musikimbie tena, haina tena kukimbia, ni kupigana vita. Musikimbie na mwache kudanganya watu. asiye nataka kujiretiri, mubakie mubakie, tupigane. Mkubwa tutamuyua na mtoto tutamuyua, utaona moto. Mulikia kuingiza kilole mumatako ya kobe, ndio uvira sasa. Mliingia Uvira, mnaingiza kilole mumatako ya kobe.

Ndele, hakuna tena waseme kuchunga ma self defense. Akuna ya ma self defense, juu muna profiter batu ma self defense. Kama muna fanya self defense, munaanza tafuta kisha mtachonganisha Bazalendo, banze kugombana, banze kuchukia Bazalendo, Bazalendo banze kuwa wafagrese. Hii leo tunakataa, na ndio maana hapa ni moto. Kila kitu chenu donu nguvu yenu yote imeisha, mon frère

Hakuna kurumia mtu. Unafanya makosa yako we na zambi zako zinakufuata kwa shetani. Hakuna sene tolengase batakusame. Oh, niko mvira, niko mfulero niko mnyindi niko kasai niko nani. Baba, zambi zako M23, hakuna zitakubeba jehanamu hakuna kusam enmutu satyetiwa papa. Hakuna, hakuna, Hakuna kukuacha. Ndio ile banduko yangu Kigili tabalomba sana, kama mnasikia lisasi naanza Uvira, lisasi ya kwanza mnasikia kama ilikukuta huko kwa jirani, bakia kwa jirani, si vuple na balomba bandugu yangu bakongomana, kama unasikia tu lisasi na pigwa ya kwanza tata

tunashukuru foxes za zame yote, hakuna mzalendo mwenye atashitapa seme mie ndo niko napigana mie, mie makanaki ndo niko napigana miye, kashumba ndo niko napigana miye, kama ama mie ndo niko napigana mie, mzee mamazito ndo niko napigana vita. Leo haina tena ya mzalendo aseme mi jenerali kama mami moni, vita inakuwa ni kuchangana kichange change, bazalendo ni kuchangana

kasumba naye apanodira yake hapa, ni kichange change, hakuna sehemu, asikudanganye ni bazalendo hota, ni bazalendo, mtu fulani huko anapigana, yote hapa bazalendo yote, jenerali. Baada ya taarifa hizo kutoka maeneo ya Kigongo, Kopela, Katongo, tubaki tu jimboni Kivu ya Kusini, ndani ya jiji la Uvira, Onyo kali la tolewa kwa wote wanaojiunga na, na M23 kutokana na kile kilichoonekana walipoingia ndani ya jiji la Uvira, magaidi wa M23, huku watu wao ambao tayari walikuwa wamekwisha kuanza kuzungumza nao na wengine walioshadidia M23 na kujiunga nao ndani ya jiji la Uvira. Wazalendo wametoa onyo kali kwa yeyote ambaye anajua kwamba alikuwa akishirikiana na magaidi wa M23, aidha ajisalimishe ama aweze kuondoka ndani ya jiji la Uvira kabla ya mji huo kudhibitiwa kikamilifu na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Wazalendo. Kamanda wa vikosi maalum vya Wazalendo, Force Speciale ya Wazalendo, Igwe Fudre Rouge, alikuwa na haya ya kuzungumza. Jambo jambo sana Wakongomani wenzangu. Jambo sana wakadi wa Uvira. Jambo sana kwa Wakongomani halisi tena Wakongomani halali wanaojijua, wakadi wa Uvira, kwamba wao ni Wakongomani. Natoa jambo na shukrani kwa wale wote wanaotuombea. Mimi ninaozungumza hapa ni kijana wenyu, kamanda wa vita General de Brigade Foudre Rouge Igwe, anayeongoza kundi la wazalendo linaloitwa la Force Speciale wazalendo E, katika jimbo la Kivu ya Kusini. Nawatangazia wazi tena rasmi na watolea neno kusema ya kwamba sisi tulizaraulika kwa wakadi wa Ovira wale wasiokuwa na nidhamu kwenye vinywa vyao. Tumechambwa hovyo, wazalendo hoi wamekimbia mungini. Kwa sasa tumerudi kwa shindo kubwa tena nzito kabisa. Ndani ya mungini wetu ule ambao mmesema tumekimbia tumeruji ndani na tunarejea, tunapiga hodi tukiwa ndani ya nyumba tayari. Yaani, sasa nataka niwazungumuzie hivi na kuwaambia, tulijua wale wote ambao walikuwa wanabanwa anotage qui ont travaille sous une force de l'ennemi, tulijua wale ambao walitumika eh, kwa nguvu za adui. Tulijua na tulijua wale ambao wamejiunga na adui sasa neno la kuwafariji wale ambao wamejiunga na adui, Burundi imeacha njia wazi waende. Endapo tutakuta mtu yeyote, wale ambao walikuwa naenda wanatambulishana, huyo ni mzalendo kwa mzalendo, huyu kwa mama yake, huyu ndugu yake, huyu binamu yake, huyu hakika ajue kwamba yeye hatakuwa hatakuwa eko naye, tutasaka hivyo hivyo, gisi ilikuwa kwetu M23 kututafutisha na watu katika mungini kutafuta jamaa zetu katika mungini, ndivyo hivyo itakuwa na sisi kwenyu, nini ambao mmejiunga na M23 ambao wamesaliti udongo wenu, hususan idara wale wa kongomani na wale ambao wameonekana kwa secteur, baada siku ya siku 4 kabla ya Uvira kuanguka, hakika tunawahakikishia kwamba hawataonekana tena katika mji wa Uvira. Tunawapa de jour mukutaniwe, mko mnaenda, ni grace, ni neema tunawapatia sisi ni Wakongomani, hatutaki kuuana sisi wenyewe kwa wenyewe. Nini, mumetusaliti, mumesaliti damu ya mkongomani mwenzako kwa ajili ya pesa za Rwanda, za Kagame, za nani eh? Yeyote anayejidai mkongomani, huyo si mkongomani halali, maana amesaliti udongo wake kwa ajili ya fedha. Sasa sisi wazalendo, makamanda wa vita ambao tumeshimama kutetea udongo wetu mahali tulipozaliwa inti za mababu zetu. Sisi tuko tayari kutetea katika kila hali. Yeyote anajua alikuwa charge de renseignement wa M23 tunampa njia, Burundi atampokea aende wazi, maana mnajuana, wakaji wote waliobaki ndani ya mungini wanajuana. Tupo tayari ndani ya mji wa Uvira hapa anazungumza nikiwa Kalundu santre hapa kwenye nashimama nikiwa Kalundu santre. takapofika saa nane kamili nitawatumia picha nikiwa kwenye monima ya Uvira. Nataka niwaambie hivi, nataka niwaambie hivi, ni natoa funzo tena onyo kwa wale wote walioenda wanasati nyumba za wazalendo, njia iko wazi. Kukutaniwa wanakimbia, huyu tutajua alikuwa mwanamemba wa 23, kama Mungu atampokea kama kuzimu kama wapi, aulize Magloire Paluku ndo anayo historia. Kwa sasa yuko wapi kwa ajili ya msaliti. Magloire Paluku ako na historia nzuri kuhusu mtu aliyesaliti Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko saidara, mwingini wetu wa Uvira. Kwa hiyo natoa onyo. Tena nawafunza sana wakaaji wa Uvira. Baki kimya. Tunashukuru maombi ya wakaaji wote wa Uvira, wale wanaotupenda. Wengi walituombea sana na wanaendelea kutuombea na wengine walitufungia na wanazidi kutufungia. Tuko kwenye msafara wa mbele, tayari vijana wetu wamekwisha kuingia na sasa tunakuja ofi. Adui alitamba sana kwenye rezo sosio, oo oh, anakuwa Baraka oo oh, anakuwa Misisi oh, anakuwa wapi oh, anakuwa wapi. Bado sisi tuko kimya, wala sisi waga tusemi. Tukisema maana tushareagire, sisi tunakuwa tunasema baada ya kufanya reaction. Sisi hatuna guerre mediatique, tuko na guerre reelle ya adui hatuna muda wa kuponda, tuna muda wa kutumika, na hii ni kweli nawahakikishia. Nimezungumza dakika hizi ine unusu, nawaambia ya kwamba tano kwenda mbele, utajutia nafasi kuipoteza, kusaliti Uvira na wale walioonekana kwenye secteur kurejo katre jours avant tomber ya vile ya Uvira watajutia na mwingine hawatarudia. wale malida wote walikuwa wanajiita malida le refuge de naissance papa, tutawasaka mungini juu chini na sasa, tumekwisha kuanza. Control ya vile ya Uvira tayari iko ndani ya mikono yetu. Asante, tuendelea kusikiliza Amka na Baraka 1 TV kutoka Australia, Canada, Europe, USA, sento pamoja na East Africa na wale wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini, Jide Kizenga, Tembele King Sele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto Biondo, Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, da Feza, da Letesha, da Asha, da Awin Akisi, Kandeke Asimwe, Baguma Samuel, Ramakei kutoka maeneo ya Afrika ya Kusini, Mohamed Papi Rajabu, wakiwa nasikiliza Baraka One TV, Asokolo Ayeba, Asani Ramadhani na Mashaka Ayamba. Na baada ya taarifa hizo kutoka Uvira, tujielekeze Kinshasa. Mahakama moja ya Kinshasa yaweza kumfikisha kwenye vyombo vya usalama mchina aliyekamatwa kwa kuwafadhili M23. Mchina akamatwa kwa kuwafadhili magaidi wa M23 anajulikana kwa majina ya Mr. Chen Fei Bao Mr. Chen Fei Bao ameweza kufikishwa kwenye vyombo vya ulinzi na usalama huku akikabiliwa na mashtaka ya kuwafadhili magaidi wa M23. Chen Fei Bao ambaye ni mbunge wa jimbo huko nchini Uchina alikamatwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo alikuwa anafanyia biashara zake za kaza wa kaza huku akiwa anasadikika kuwa ni mmoja kati ya wafadhili wakubwa wa kubwa, magaidi wa M23. Msako ulifanyika Lubumbashi, Grand Katanga, ambako kinadada na vijana kaza waliweza kukamatwa kwa kushirikiana na magaidi wa M23. Kwa wale watu ambao walikuwa wanasubiria M23 wafike, wa fike Kalemie na kuingia Katanga, wameweza kuwekwa kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, huku wakishtumiwa kwa makosa ya kushiriki kwenye makundi ya kialifi. na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka One TV. Ni ndugu yako Baba Lababa, mzee wa Ngosu, the one and only town DJP. Hii ni amka na Baraka One TV, ndugu zangu e. Taarifa ambazo mmezisikiza kwa asubuhi ya leo zinazoendelea Uvira e, muda wote utajiona taarifa ya yale makubwa ambayo yamefanyika Katongo Kigongo, maeneo ya Kopela Kanyabululu mpaka kulikenda na jijini Uvira ambako wazalendo wako kudetermine na FRDC kuingia Uvira. Muda wote unachotakiwa ni kuwa mtulivu na kuwa mpole na kuendelea kusapoti wazalendo na FRDC ili waweze kumaliza kazi ambayo walianza. no retreat, no surrender. Kazi lazima iendelee. Tutane majira ya saa sita, saa tisa pamoja na saa kumi na mbili. bye bye.